Habari za wakati huu na karibu, ndugu mpenzi mtazamaji wa Daily Online TV. Uko nami mtangazaji wako Emmanuel Maijo. Rais Mheshimiwa Sheikh Mohammed bin Zayed alipokea simu kutoka kwa Mfalme Abdullah wa pili wa Jordan kujadili ushirikiano wa pande mbili na maendeleo ya kikanda na kuthibitisha msaada wa juhudi zote za kufanikisha mapumziko ya kuachana na mapigano nchini Gaza. Aidha, alitoa rambirambi zake juu ya kifo cha mama Mohamed Ali Afsan Al Mansouri wakati wa ziara yake kwenye majilisi ya rambirambi huko Abu Dhabi. Habari za biashara. Wizara ya fedha ya Umoja Arabu wa falme za Kiarabu imemaliza marekebisho ya kisheria ili kutekeleza mfumo mpya wa ushuru wa vinywaji vyenye sukari. Marekebisho haya yanaendana na mfumo wa ushuru wa GCC wa kiwango kwa kiasi kuhakikisha njia iliyopangwa vizuri na inayolingana na kikanda katika ushuru wa vinywaji vyenye sukari. Habari za kimataifa leo, ni miaka miwili tangu kuanza kwa vita ya Gaza na Israel, ambapo mazungumzo kati ya Israel na Hamas yaliyoitishwa nchini Misri yamekamilika kwa matokeo ya chanya jana, na kuibua matumaini ya kufanikisha makubaliano yanayoweza kutekeleza mpango wa watu wa ishirini wa rais wa Marekani Donald Trump kumaliza vita vya Gaza wajadiliano wanatarajiwa kuendelea siku ya jumanne habari za michezo timu ya taifa ya soka ya tanzania inajiandaa kwa mechi ya kirafiki ya kimataifa ya fifa dhidi ya timu ya taifa ya iran nchini umoja wa falme za kiarabu siku ya jumanne tarehe 14 oktoba 2025 ingawa eneo la uwanja na muda wa mechi bado hayajatangazwa rasmi shauku tayari imejengeka miongoni mwa mashabiki wa soka hasa jamii za kiafrika mashariki zilizo nchini UAE ambapo wanatarajia kwa hamu ujio wa Taifa Stars. Kwa haya na zaidi tembelea tovuti yetu ya www.dailytimes.ae.